Kupita vita tani huko. Kukutana na wao ni pale. Yule mmoja kuja kunishika hivi. Kunishika hivi ndio kutaka kurusha ngumi. Kurusha ngumi nikapanjua. Kupanjua tu kuto yani, mimi kubuka kupiga ngumi bu. Kupiga ngumi anataka kwenda chini tu, nikamalizia na ngwa. Sikuri zika hajafika tu chini. Kushindia mimi na buti. Sasa kushindia na buti kumwana mtu kaanguka. Chari. Hmm. <laughs> Yaani pale alipo atakuema emi, eh, wala kufanya nini? Mimi kuona mtu yule kama amekufa, yani si juu ya amekufa. Lakini nitaona kama amekufa. Yani takuwa, ni mwengu, wewe utakuwa umeua mume wangu? Yaani hiyo mimi nitakuwa nimeua tu. Mume wangu, wewe kazi yako kukamata. Wewe kazi yako kukamata. Sasa haya maamuzi unaochukua, kumpiga mtu haya. Sasa kama umeua mume wangu inakuwaaje?

Kazi yangu ya ugambo imekuwa ni changamoto huku mtaani, na chekwa dina watoto sijui ya balidi mzuri ipi ya joto, na ishi kwa kujituma ili nizifikia ndoto nyumbani inapo ishi, yani zalau kibao tisikia yule mgambo kama natumia zaga, usomejagazabu yani masila kibao natama miongoni mwao nazabe japo vibao <sighs> ugambo ni changamoto kweli, watu tunaumia. Niseka, na hayonekani samani ya kazi yetu, na dharau yangu imejengwa tangu enzi na enzi, hakuna wa kuifuta siku zote, onekana mshenzi huku mtaani kwetu, naitwaga mgambo kibwezi, eti mumemwona mgambo anateswa nina mapenzi kisa ugambo wangu na kosa haki ya kupenda kutukumiza moyo na kuhesabu kalenda, ni yune nayempenda, ndovile anakwenda anashika vyatuna njia kwa barabara anakwenda, anashindwa kujiuliza kitu gani kaniachia. Kaniachia mtoto mdogo aitwaye Samia, na mwanangu ananambia, baba kweli ni soja, mwana shuleni kwetu aveishagi vioja, nikamjibu kikomani vazi langu laugambo pindi na puliva najonaga kama lambo na leo nimekuja nimekuja kunyonge kazi kubwa nayofanya nachombulia nitonge tena hadi ni yongwe naishi kama ng'ombe, haya maisha gani nisile hadi niombe. kila nkijipa moyo najona mimi nanguka kwa kweli siopoyoyo nipolala na suka nikishi kama mzuka pale ninapoamka aso navuta shuka wakati pamesha kucha nafuata rafiki wangu wa faida, wa shida na ziki tena pamoja na shida, na ndo vile nanambia, mwanangu tena usijali, hebu siku moja tu utapata hafadhali, sio kama ile ya kumiliki magari, ila jiko litawaka, tutasonga hata gari Togo vipi? Uko Togo poa, yeah, tijitiri huh? Basi tupeleka kwa shemeji yako. Big up, Sarah. Poa. Oh, mali au sio? Na hivi nyinyi mna kile timamu kweli? Yaani mimi napigwa kule mnaniacha tu, alafu wao nini nahusu? Oh, sio na nini? Mkome kabisa mnikome, Mungu wa nyinyi. Yaani mimi napigwa, mnaniacha kama wewe. Mimi si jirani yako. Unaamka wote mundani.

Yale kumbe alikaja kutuangalia kutaka tukampe ada. Ah. Nani amemchongea? Kuna ada gani? Liza, paka. Wewe ni kijana ninayemwamini hapa mtaani. Upo comfortable tofauti na wenzio. Nimeamua nikupe biashara. Shika. Asmadawa? Yes, ni madawa, ila fanya biashara, itakusaidia katika maisha yako, utakuwa tofauti na vijana wengine hapa mtaani. Raiza. Ila kama unavyojua mimi ni mgeni kwenye biashara hizi. Sawa, usiwaze pesa. Tutakuwa patikana kwenye hiyo biashara nitagawana, asilimia hamsini wewe, asilimia hamsini mimi. Na vipi kuhusu usalama wangu? Usalama Laiza, niachie mimi, niachie mimi, sio nawasi kabisa, ila tu kuwa makini na biashara nikukupa. Sasa ifanya vizuri biashara, na hakika kwa kwamba itakubadilishia maisha yako, ila kuwa makini na biashara. Kuwa makini na nini? Biashara, na sivyo itakugharimu Hayo ni madawa, Raisa, kama unavyotambua, ni mwingi usioaomekua i changamoto <coughs>

Kazi yangu ya ugambo imekuwa ni changamoto huku mtaani, nachekwa na dina watoto, sijui ya balidi mzuri ipi ya joto, naishi kwa kujituma ili nizifikie ndoto nyumbani inapo